Nitoe rai uh, kwa watu kuacha kuvamia maeneo ya watu ambayo yana umiliki halali na nyaraka halali uh, katika katika jiji letu la Dodoma, kumekuwa kuna tabia hiyo ya watu kuingia kwenye maeneo na kuanza ujenzi bila ya kuwa na kibali bila ya kuwa na nyaraka yoyote ya umiliki. sasa hili ni eneo halali la mama huyu uh, ambaye ndio msimamizi wa mirathi na mimi leo nimekuja kumkabidhi kiwanja chake juu uh, ya nyumba hii. Mkurugenzi wa jiji ndio uh, alishughulikia kwa haraka lakini kiwanja hichi hapa ni kiwanja halali cha mama hapa ambaye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Tobias uh, Msigwa. Tumekuja hapa baada ya kupata malalamiko uh, ya familia ya marehemu Tobias Msigwa ambaye ni mmiliki halali uh, wa kiwanja namba moja stroke 30, moja stroke 31, moja stroke 32 na moja stroke 33 uh, kitalu D hapa Yumbu North. Uh, tulipokea msimamizi wa mirathi alituletea taarifa ya kwamba kuna mvamizi amekuja, ameanza ujenzi uh, katika uh, moja ya kiwanja chao uh, ambacho ni uh, moja stroke 33 uh, na imefanyika jitihada kadha wa kadha uh, za kumsimamisha huyu bwana anayejenga hapa tokea kukiwa kuna msingi uh, na bado kama mnavyojionea ameweza kuendelea mpaka kupaua mpaka kupiga plasta na kuweka magril, lakini hana kibali chochote cha ujenzi katika kiwanja hichi na wala si mmiliki halali. Mwenye hati halali ni msimamizi wa mirathi eh, ya ni Bpriska ambaye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Thobias Msigwa, na hata kibali cha ujenzi ambacho huyu bwana alikiomba si cha kiwanja hichi, aliomba kibali cha ujenzi wa kiwanja kile kule kwa, amefanya kwa makusudi ujenzi katika eneo ambalo si lake. Sasa mimi nimtake mkurugenzi wa jiji la Dodoma uh, kuweza kuchukua hatua za haraka za kuja kuvunja uh, nyumba hii na kumkabidhi uh, msimamizi wa mirathi ya marehemu Tobias Msigwa kiwanja chake ambacho ndio mmiliki halali. Huu mgogoro wa kuvamiwa hapa nimeugundua 2021 2022 akaonekana ni mtu aliyevamia hapa ni George baada ya kugundua na kujilizisha watu wa jiji kwamba ni haki ya kwangu, ni haki ya Thobias Msigwa, ilibidi atolewe barua ya kusimamishwa ujenzi, lakini alikaidi. Kwa uamuzi ule uliochukuliwa leo, kwa kuwa mmejilizisha na kuona ni haki ya wangu mme wangu Thobias Msigwa, ninashukuru sana waziri kwa kunisaidia. Nashukuru sana ofisi yote kwa ujumla kwa kunisaidia kurejeshewa haki yangu. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.